Asante Yehova, asante Mungu kwa saa hii ya leo. Asante Mungu kwa kila hali. Asante Mungu kwa baraka ya riziki tunazopata. Next, karibu. Asante Pasta, mimi nina shida. Shida gani? Jana wananikimbia, nilipata kazi sikai, nafukuzwa. Sasa sijajua shida ni nini? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sharabara, sharabara sharabara, unaitwa nani? Kichuya, kichuya kichuya, piga magoti ngume. Vijana wenzie wana kukimbia yeah. Ukikaa uzi hapendi kukaa na wewe yeah. Kazi ukipata unafukuzwa yeah. Kichuya kijana wangu yeah. Kichuya kichuu ya kijana wangu yeah. Simama, simama, simama. Wewe hupaswi kuombewa. Una changamoto yoyote, nisikilize mm -hmm. Wewe changamoto yako ni katika maisha yako. Kafue nguo zitakate, kaoge na sabuni ya wasafi sop, utakate. Wewe hapa ulipo, mona ofisi, ofisi yangu yote imebadilika, chumba harufu Nenda kaoge jitakase na sabuni ya wasafi. Nenda kafue nguo zako na sabuni ya wasafi. Usafi kama watu. Mbona nguo yako inatoa harufu? Unanuka. Sasa ndio maana vijana wenzio wanakukimbia. Vijana wenzio wataka naye pamoja. Nenda kafue nguo zako hizi. Nenda kaoge na sabuni ya wasafi. Sawa? Alafu rudi hapa baada ya wiki moja utanipa matokeo. Yeah. Sawa? Bwana bwana akutangulie. Asante. Bwana awe na wewe. Asante. Bwana akutangulie.